Ni katika mechi ya kihistoria kwa upande wa Azam FC, Azam dhidi ya KMKM, wakisubiri wasaa kuziongoza hizi timu mbili kuelekea uwanjani kama ambavyo wanafanya. Anaozawa timu sote mbili, anaamini kuna kitu ambacho kinaweza kuwa na faida kwa upande wa Azam FC, badiliko likiwa ni mchezaji mmoja, Zuberi Foba akienda kuwa mchezo wake wa tatu kwa michuano hii. Idris Osman atasimama katikati, lakini kwa upande wa kikosi cha KMKM chini ya hababu Ali Omar tora, Ibenge anakwenda kuiandika historia nyingine ikitokea dakika tisini zikawa upande wake. Ibenge we trust, kick off mara baada ya kusikia filimbi ya mwamuzi wa mchezo wakianzisha mpira katikati mwa uwanja, KMKM kwa pasi kwa Msindo, mpira mbao mabatiza ukuta ule, anaenda kuukamata mli na mlango. Pasi ndefu switch play ile kwenda kutafuta Iddy Nado, anafanikiwa kuingia tena, idinaro idi Iddy Nado nagusa ule mpira mbao, nakwenda nje na kwa kona. Pasi nzuri kutoka nyuma, lakini alihakikisha mpira wendi kuwa on target Pascal naidi najeza koso kwa Jephte Iddy Nado mwana wana babatiza tena ule unakwena nje. Haya, ajaribu Pasko Msindo, ameenda kuucheza ule mlinda mlango, ivuka ukuta hii akakataliwa. Anapewa tena Pasko Msindo anacheza tena mlinda mlango. Double save, ban alinyoka ya kwanza akaucheza ule mpira, wakarejesha mpira kwenye miliki wao Azam FC, akapewa tena msindo akaingia katikati kwenda kupiga tena mpira, mana kataa kwa mana nyingine, linda mlangonosa pale Kenemerodi kukaa kwenye bench, hababu kiwa na msaidizi wake, Faisal anafanikiwa kumwacha kukwanza. Faisal, Iddy Nado, Iddy Nado! asi ya kumtafuta Iddy Nado wanakwenda kupokezana kwenye jukwaa kuu, wakiona namna gani kile ambacho umekiwekeza kinalipa yotakwa kipindi kirefu. Pasi ile ambayo ilidondoka nyuma ikamkuta Faisal sla salam feitoto Abdallah Fei, akaiacha pasi nyingine kwa Iddy Nado, akatana kwenda kuchagua wapi kpaa kuweka ule mpira alizunguka kidogo, akapoteza uelekeo mlinzi wa KMKM. Iddy Nado anaweka mpira ndani ya neti kuwapa utangulizi Azam FC. Iddy Nado kwenye nafasi tena, anakwenda kujitafutia mwenyewe mishiya, Jephte, Jephte, shambulizi ambalo limeanza chini kabisa alipewa pasi na Faisal, naye anaweka pasi kwa Jephte Kitambala, bola. Iddy Nado anakamilisha misheni kuandika bao la pili, muda mfupi tu ametoka kutangulia na muda mchache baadaye wanapata bao nyingine kuongeza nguvu Azam FC. Hawaishiwi pawa, bado yayazaii, pasi kwa Msindo, weka pasi kwa kichwa kina, anaingia na kugusa mpira Muhamed Kasimu Faisal alatiswa tena. Jephte Jephte hawasikii diyo ishara yeah, kwamba wanahitaji zaidi yeah, alimwekea Nado anamwekea yeah. Jephte Kitambala bola kusone mpira kwa mkuta Faisal, aye hey, mwenye akapitisha kwenye nafasi katikati ya miguu ya mlinzi wa KMKM na KM. Jephte hakuwa na kingine cheza zaidi ya kufanya zaidi ya kuweka mpira kwenye net. Jephte anapewa tena Jephte, anajabuli, Jephte amana ke na nje a ya zaidi kwenda kunyanyua kwa Abdul Suleiman Sopu, pasi na Kaimara, Arfad, ya ndani kitale mpira kina Kaimara Arafat Ze Hassan, kiisha pasi zuri ya ndani o badaribu kuingia nakosa mpira kwenye nafasi ile. Hakuna mchezaji wa KMKM anaondoa kuteza mpira ule, Msindo abaolikiza na Haji Juma akna mchezaji wa KMKM pale Jephte Kitambala bola kwenye nafasi anamtengea Iddy Nado, aya idi, Iddy Nado hapo, pipi hapo, sawa, pasi na shaka kwa Iddy Nado Iddy Nado, pasi ya Abdul Suleimani Sopu, alikaa kwenye nafasi nzuri. Iddy Nado akaonekana na Jephte Kitambala, bola pasi ambayo ilimfikia, hakuwa na kazi kubwa ya kufanya zaidi ya kuweza kuweka bao kwenye neti za KMKM. Kikosi maalum cha kuzuia magendo kinashindwa kuzuia mipira minne kwenye neti zao. Iddy Nado mbili imefika pasi kwa Lusajo Mwaikenda, anaingiza krosi ya chini kwenye nafasi Jephte, kinashindikana. Feisal Arafati Abubakar, kipindi cha kwanza kinakamilika kwa kupuliza filimbi yake, tayari dakika 45 za pili zimekwisha anza. Azam FC ikiwa ni zamu yao kuanzisha mchezo huu kwa kipindi cha pili kukamilisha dakika 90 naanzishwa mpira ambayo anakwenda kuwailiusajo Mwaikenda Yorodiyaba naweka kros mwenye nafasi jaribu kuweka heda ile iweje, Jephte afunge yeye ashindwe. Left back Pascal Msindo anamkaribisha Mwinyi Mwinyi kwenye mchezo huu marabaada ya kutoka Adam Shabanmsu alitazama Yoro Diaby kabla ya kupiga ule mpira, macho wake alimuona bwana mdogo akiwa tayari amepita, akadai kuweza kufikia ule mpira na kuweza kuandika bao la tano kwa Azam FC. Azam FC tano, kiganja tayari wamekwisha kimaliza, wanakwenda kuanza na mkono mwingine ikiwezekana, kama ataweza kufanya hivyo. KMKM

alifanya makosa kimidimao kakaa kwenye njia mpila ma mkuta Faisal, pasi nzule kwa Abdul Suleimani Sopu, kwa kuandika bao la pili kwa kipindi cha pili, bao la sita kwa Azam FC. Pasi yake imepiti, alifanya nafasi sasa, anakwenda na tena Faisal Salum Faisal feitoto Abdalah Faisal ajaribu Faisal, anaondoka nao Iddy Nado anamatia Faisal, Faisal Salum anapeleka pita tena kwa Abdul Suleimani Sopu ajaribu, Sopu! Seven Heaven. hata Wakurugenzi wa makampuni ya SSB wameshindwa kuzuia furaha yao. Dakika tatu zimepita tu tangu Sopu afunge bao anakwenda kuandika bao jingine mpaka sasa ni milioni thelathini na tano Faisal kwenye asisti nyingine kwa Abdul Suleiman, mabao saba ni asisti nne za Faisal Salum alitazama kisha akamtazama mlinda mlango aliposimama, akaupeleka mbali zaidi. Hababu Omar Pengine ameishiwa ya zaidi haya, ameonekana. Faisal ajaribu, Faisal misho pia ambao anakwenda nje, assist nne, lakini bado ana ucho kutaka kufunga. Salum Faisal salumibao nagoga mwamba anakwenda nje, inathwa tena kwa Jephte Kitambala, naingizwa kurosa, naingia sidane bado Azam FC wana uchu wa kuhitaji zaidi ya hiki ambacho wamekifanya. Mzee Hassan aingiza pasi ya ndani, mpira mbwana ule na Zuzu na kwenda nje, ni kona. Nado anamtengia Faisal, mimetoewa nje kidogo kwa James Akaminko. Ajaribu Akaminko! Hakaminko kick. Setup ya Faisal James ya Kaminko waliatia kiki ile mpira ambao unakwenda nje, anajaribu na wao kimi Zuberi foba na kamata u mpira. Tazama Azam Complex inavyopendeza usiku. Anzisha haraka haraka ule mpira. Na 35 kwa mchezo huu wa pili. A full time kutoka uwanja wa Azam Complex Chamazi. Azam FC 7 KMKM 0.